Mtazamaji wa Television Tumaini, tumsifu Yesu Kristo. Hujambo na karibu katika kipindi hiki cha Ijue Liturujia kinachokujia kutoka hapa hapa Tumaini Television. Tuliokuandaliani pamoja na hati za liturujia. Ni zipi hizo? na kusiwe nasi tangu mwanzo hadi tamati ili uweze kuzifahamu hizo eh, hati za liturujia. Naitwa Sister Salvina Makonde pamoja nami eh, tunaye Padri Dr. Clement Kiyo katibu mtendaji wa idara ya liturujia baraza la maaskofu Tanzania, TEC. Baba, tumsifu Yesu Kristo milele. Amina. habari za kwako? Mimi mzima kabisa. habari za TEC, father? Hatu, hatujambo tunamshukuru Mungu anatusaidia. Ndio, karibu tena katika kipindi chetu hiki na fungue kipindi chetu kwa sala. Asante sana. Kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu, aminu. Amina. Uje Roho Mtakatifu uzenei za zaamini wako, aminu wako. Washa mapendo yako, peleka roho wako, vitaumba upya na nchi zitageuka. Tuombe. Ee Mungu uliofundisha nyoyo za waamini wako, ukiwaletea mwanga wa roho wako Mtakatifu, tunakuomba utuongoze na yule Roho, tupende aliye mema, tupate daima faraja zake. Tunaomba hayo kwa njia ya Kristu bwana wetu, amina. Kwa jina la Baba na la Mwana na roho Mtakatifu, amina. Karibu, uh, mwambie mtazamaji uh, kuanzia utangulizi na mengineyo mengi. Asante sana. Kama alivyosema sema, tugusie hati za liturujia. Zipo hati nyingi, sio za liturujia tu. Kuna hati zinazohusu maisha ya kitawa, kuna hati za sheria za kanisa na nyinginezo nyingi, na kuna hati vile vile zinazohusu liturujia na katika hati za liturujia zipo nyingi, sio moja. Kuna hati muhimu kabisa inaitwa Sacrosanctum Concilium, lakini zipo hati nyingine, mfano Desiderio Desideravi, kuna Spiritus Domini, kuna Traditionis Custodes, kuna Sacramentum Caritatis na nyinginezo nyingi, lakini kwa leo ningependa tuanze na hii hati inayoitwa konstitusio ya liturujia ambayo inajulikana vilevile kwa jina la Sacrosanctum Concilium. Tuanze moja kwa moja hiyo Sacrosanctum Concilium. Sacrosanctum Concilium, wewe mtazamaji wetu, ushawai kusikia kitu kama hicho? Ushawai kusikia kitu kinaitwa konstitusio ya liturujia ni miaka sitini sasa tangu ianzishwe, lakini tulio wengi hatujui. Ndiyo maana kwa busara tumeamua tukuletee mfululizo wa hizi hati za kiliturjia ili uifahamu liturjia hii ya kanisa Katoliki. Hivyo basi, Sacrosanctum Concilium ni moja ya konstitusio za mtaguso mkuu wa Vatikani ambayo ilipitishwa na maaskofu katika ule mkutano kwa kura mia mbili kwa kura elfu mbili mia moja na arobaini na saba kati ya nne ambazo zilipinga eh, hati hiyo na ilitangazwa na Baba Mtakatifu Paulo wa Sita tarehe nne Desemba mwaka elfu moja mia tisa na sitini na tatu. Maana yake eh, tayari miaka ishapita hamsini ya hati hii ya kiliturjia. Hati hii inagusa mambo muhimu ya liturjia, inaongelea juu ya mabadiliko katika ujumla wake, marekebisho ya liturjia na kubadilisha riti au madhehebu ya liturjia ili yaendane na wakati. Tunajua kwamba kabla ya mtaguso mkuu wa pili wa Vatikano kulikuwa na ule mtaguso wa Trento. Mambo mengi yalikuwa ni magumu e, milango ilikuwa imefungwa, lakini kutokana na wakati kanisa lilihitaji kufanya mabadiliko kadha wa kadha, ndio maana inakuja na hati hii ya mtaguso mkuu wa Vatikani inayojulikana kama Sacro Sanctum Concilium. Labda mabadiliko haya yakoje? Mabadiliko haya yapo mengi na tutayagusa kwa kadi tunavyoendelea kuijadili hii hii na nini, ambazo tunaita kanuni za msingi. mm -hmm. Lakini vilevile kuna mabadiliko ya msingi ambayo yamekuja ndani ya, ya hii Sacrosanctum Concilium, labda tuangalie, kwa sababu ni hilo swali, tuingie kwenye hayo mabadiliko ya msingi sasa au tuzite okay. kanuni za msingi okay. za hayo mabadiliko maana tunaposema mabadiliko yanagusa sehemu gani? mabadiliko haya ya msingi au kanuni hizo za msingi tunaanza na kipengele cha liturujia mm -hmm. liturujia tunaifahamu kwamba ni kitu gani e? mumini ukiambia liturujia ni nini, au adhimisho la misa takatifu ni nini? Tunajua au e, hati hii yi, ilitueleza kwamba liturujia ni kilele, halafu ni chemchemi na chanzo cha uhai wa kikristu. Kwa hiyo wewe kama eh, mkristu, liturujia maana yake adhimisho la ibada ni kilele, kwa sababu utachukua matatizo yako yote utampelekea Mungu katika hii liturujia. Kwa hiyo pale ushahangaika e huko, lakini pale ni kilele, nampelekea Mwenyezimungu, wewe ndio mkuu, chukua haya. Lakini nasema ni chemchemu, ni chemchemu kwa sababu gani? E, chemchem kama tunavyofahamu yale e yale maji yanayotoka kwenye e, kwenye chemchem. Kwamba ni kutoka katika liturjia unaweza ukapata kitu unachokihitaji mm -hmm. Kwa hiyo hapo vinafuka e, tunapomwomba Mungu. Kwa hiyo ni chemchem ya hayo maisha ya Kikristu, kwa hiyo Mkristu yeyote okay. Matatizo yake yote yataishia kule kwenye kilele ambako ni kwenye liturjia, lakini yale yanayohitaji vile vilevile yanatoka hapo okay. Hiyo ni moja ambayo inatueleza juu ya hiyo hati ya kutueleza hiyo maana ya liturjia okay. Lakini vilevile mabadiliko hayo ya msingi yanaeleza juu ya ushiriki kamili, ushiriki wa ufahamu na ushiriki hai. Tunaposema ushiriki kamili, kwamba katika liturjia kila mmoja anaalikwa ashiriki kikamilifu hapo hapo, Father. Kwa hiyo ndio maana katika kanisa tunapokuja, kwa mfano kama ibada ya misa takatifu, si ndio Father? Ndio ndio, kuna mwingine anakuja misa labda yuko kwenye somo, ndio mwingine anakuja labda pengine amechelewa, ndio ndio. Kwa hiyo hao ni wazi hawajashiriki kikamilifu, sio kikamilifu okay. Basi labda hapo, hmm. hapo, tunapoongelea kikamilifu hmm, maana yake mwanze kwa pamoja mmalize kwa pamoja, lakini vilevile sio kwenda pale unaangalia tu, anasema kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu, wewe umetazama tu, huja shiriki kikamilifu. mm -hmm. Wenzako wanaimba upokee Baba sadaka, wewe umekaa tu au wala huimbi. Bwana au nanyi, umenyamaza. Salini ndugu, hii sadaka yangu na ikubali, wewe umenyamaza au hutoi. E, kwa hiyo ushiriki ukamili, lakini ushiriki wa ufahamu. Liturujia sio mazingaombwe wala sio uchawi, kwamba labda hivi kitu gani kinafanyika, kitu gani kinachoendelea. Kwa hiyo ufahamu, ndio maana sisi vipindi vyetu sasa tunataka nilifahamu liturujia ya kanisa Katoliki. Kwa hiyo kwa ufahamu unajua kwamba naenda kusali kitu fulani vilevile uyafahamu masomo. Ndio maana tuna vitabu vyetu vile vya eh, tafakari nasi mm. kuna misale ya waamini, kuna kalenda ya liturujia kwamba kutoka nyumbani umeshasoma yale masomo, unakuja unasema, leo kwa kweli tutasikia somo fulani na tutasikiliza sasa pade atahubiri nini kutoka katika haya masomo. Lakini vilevile ushiriki hai maana yake eh, sio tunaenda pale utafikiri labda eh, tu wagonjwa siku zote Hatuchangamki, hatuwezi kuimba, tumeangalia tu, tunakawa tumeshangaa, kwaya inaimba. Hapana, lazima kila mtu ashiriki hai. Kwa hiyo kwaya, kwaya wanatuanzishia na sisi wengine tunashiriki, kama ni kupiga makofi, wote tunapiga makofi. Katika mabadiliko hayo vilevile waliongelea mambo ya mziki mtakatifu. Kanisa tangu mwanzo limeshikilia mziki mtakatifu kama kitu muhimu sana kinachobeba Injili na maisha ya watu. Mziki tofauti na kitabu, kitabu unaweza ukakibeba lakini ukakiweka, lakini mziki unakaa, una nao kwa kichwani, kwa hiyo unaubeba, unaondoka nao eh. Hata kama eh, nikuambia sivi, imba imba, wote wa kanisani utashangaa, umeimba tu, kwa sababu tayari uko unao. mm -hmm, kitabu mpaka uanze kufungua, kwa hiyo mziki unatembea nao. Kwa hiyo kanisa limesisitiza kwamba muziki mtakatifu ni kitu muhimu sana, lakini vile vile huu muziki mtakatifu limesisitiza kuwa na ule muziki wa Kigregoriani. Labda wengi hawafahamu, wana muziki ndio wanafahamu. Muziki wa Kigregoriani, tunazo zile nyimbo za Kilatini sanctus Hey, hey, hey, hey, hey, <pim cathedic> <tantaậpmat> <ratawwe> hii ni mziki wa kigregoriani na ile tioni ya kigregoriani, kanisa limesitiza kwamba mziki huu tusiupoteze. Ni hazina ya kanisa, limeubeba li, e, kanisa kwa muda mrefu, na mpaka leo nyimbo hizo tunaziimba, uh, zilizotungwa katika hiyo tioni ya kigregoriani. Lakini imesema mziki huu vile vile tuingize na miziki yetu ya kitamaduni okay. Ndio maana mfano mwaka huu wa jubilei kama mali ya moto hiyo ni tini ya Kifipa okay. Mm -hmm. Kwa hiyo ni tini zetu ambazo tunaziimba ambazo zinagusa makabila yetu. Mm -hmm. Hata baadhi ya nyimbo zetu za kimakabila kama zinamgusa Mungu tunaweza tukaziimba katika ma, hafla mbalimbali. Mm -hmm. Kwa hiyo ni mabadiliko ambayo yanaguswa nau na, na mtaguswa. Mwanzo ilikuwa ni Kilatini tu, hakuna wimbo mwingine nozote zote za Kilatini. mm -hmm. Lakini ikaleta na sasa hivi tuna nyimbo nzuri nyingi za, za Kiswahili tu hata za kilugha chetu mm -hmm. Kwa hiyo imeleta namna hiyo, lakini fadha ndio ndio hii ambayo yuduna, tunajifunza siku ya leo ndiyo. ni kitu kizuri sana mara kadhaa nimeshuhudia nime mapadi wakiwaelekeza wanakwaya kwamba andaeni nyimbo zinazoeleweka ili kanisa zima liimbe. mm -hmm. Lakini basi wanakwaya, si tutafanyaje ili waweze kuwa na ufahamu huo? Manake wanakwaya wanataka kuwa kuleta nyimbo mpya lakini mm -hmm. waamini hawajui. Kwa hiyo wanakwaya wanakuwa wanaimba peke yake, ili inakuwaje? Ijue liturujia ya kanisa Katoliki, ndio jibu. Amina, ndio maana tunakuja kila mara hmm, kutoa vipindi ili watu waelewe, wanakwaya waelewe, wa maparoko yetu waelewe, makatekista waelewe, hmm, kwamba kuna kipengele cha muziki ambacho wanakwaya lazima watambue kwamba wanalisaidia kanisa ili tushiriki wote katika uhai hmm. Kipengele kingine cha mabadiliko inaitwa upyaisho wa madhehebu au riti. E, katika huu upyaisho kuna kitu kilikuja kinaitwa ajornamento sa ajornamento, unaweza kutamka hilo ajornamento. Maana yake Baba Mtakatifu Yohane ishirini na tatu alipoita huu mkutano mtaguso, alisema tufungue milango uh -huh. ili hewa mpya iingie. Sasa hewa mpya hii iingie mpaka kwenye maadhimisho yetu jinsi tunavyoadhimisha sakramenti, jinsi tunavyoendesha misa takatifu na mambo kadha wa kadha. Hata maandiko matakatifu tulikuwa tunayasoma kwa Kilatini, lakini nasema sasa hebu yaandikwe hata kwenye lugha zetu mm -hmm. Yasoma kwenye lugha zetu, tutoe maombi kwenye lugha zetu eh, e, Mungu tunaliombea taifa letu nini na nini, tunachosikia kwamba kweli masikio yetu yanasikia ya, tunaomba kitu gani? mm -hmm. Kwa hiyo taratibu hizo zililenga kuleta ufanisi katika maadhimisho ya misa takatifu pamoja na sakramenti takatifu pamoja na sakramenti au visakramenti ndani ya kanisa Katoliki. Ni vizuri sana kufahamu mambo hayo, lakini vilevile vile, e, tunaona kwamba kuna tumetaja lugha hapo lugha lugha lugha mm -hmm. lugha lugha lugha tumeongea kwamba ilikuwa ni Kilatini, kitu ambacho kimekuja kugusa vizuri sana mm -hmm. ni lugha za asili, lugha mama mm -hmm. kama nivyosema tangu mwanzo, lugha ilikuwa ni Kilatini, lakini baada ya hapo sasa lugha mama zikachipuka ulimwenguni kote sahivi. so, ukifika kwa, kwa, kwa, kwa Italiano wanaongea kwa lugha yao mama mm -hmm. wanasali kwa kwa wa, wa, uh, ya eh, in kwa ukifika kwa Wajerumani, ukija kwa Walatini Spirito Santo, lakini leo hivi tunasema kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Ni lugha mama ya Watanzania wote um. Ni lugha iliyozaliwa katika lugha zetu za asili, kwa hiyo umuhimu huo umekuwa sana na lugha hizi za kienyeji na hata za makabila tunaona zinatumika. Eh, kwa sisi Watanzania tumeamua tutumie Kiswahili kwa sababu inatuunganisha wote, kwa Tanzania wote mm -hmm. tukisema kila mtu aongee kilugha chake kiluga chandani, eh, mini, kile cha ndani niongee kile cha kwangu, ongee cha kwenu na nini, tutakuwa tumegawanywa, lakini kwa taifa zima sisi tunasema lugha yetu mama ni lugha ya Kiswahili, Kiswahili. kwa hiyo mm -hmm. eh, hayo ni mabadiliko muhimu sana ambayo tunapaswa kuyapokea na kuyafahamu kwamba yametolewa na hati hii ya Sacrosanctum Concilium. mm -hmm. E, tumeshaongelea katika misa mabadiliko haya mm -hmm. Tunaambia waamini lazima e, wafahamu mahubiri, wafahamu mahubiri na mahubiri hayo yatolewe kwa lugha inayofahamika ya Kiswahili au lugha yao. Kama ni Wanyarwanda basi i Kinyarwanda, kama ni Kirundi Warundi. Na hata tukifika kule kijijini ndani kule, ambako labda hata Kiswahili kinasumbua kama inawezekana kuwaongelesha wale akina wazee wale lugha yao, kwamba jamani, hapo mmeelewa nilichoongea hiki, hapo jini nimesema hivi kwa hiyo ndio hayo mabadiliko muhimu kwamba waamini wote waweze ku, eh, kushiriki kwa sala. Mm-hmm. Waweze kweli kuingia hata katika maandiko matakatifu wasome kwa lugha yao, na katika marekebisho haya inapogusia maandiko matakatifu Mdia. Kukaja na marekebisho ya mzunguko wa miaka mitatu, tunasikia tuko mwaka eh, ya jumapili ya kumi na mbili ya mwaka A. Mm -hmm. Mwaka B, mwaka cha. Kwa hiyo ni mzunguko wa miaka mitatu, ili kumpa nafasi kila muumini kwamba katika miaka mitatu atakuwa ameweza kuisoma Biblia katika mzunguko huu mzima, yani atakuwa amesoma, yani karibuni yote. Kama kuna vipengele haovisoma, lakini ni vichache sana. Kwa hiyo e, ndio maana kukawa na huo mzunguko wa miaka mitatu, mwaka a mwaka ba, okay. mwaka cha labda hapo, yeah. Kuna swali Father. Ndio haya mm, mambo ya liturujia ni muhimu sana dio. Kama hivi tunavyojifunza kuhusu mwaka ma a mwaka be mwaka ch mm -hmm. kuna wengine anaweza mm -hmm. akasema kwa nini hii mm -hmm. uh, hamwoni kwamba labda mtamfanya mm -hmm. Mkristo ashinde kusoma Biblia, akategemea hizi vitabu ambavyo vinaandaliwa kwa mwaka a mwaka b mwaka c Eh, tuseme tumemrahisishia muumini mm -hmm. asome kwa uelewa zaidi, kwa sababu katika mpangilio wa haya masomo mm -hmm. eh, unajua kwamba mfano kama eh, tuchukue mfano eh, eh, mambo ya ukoma wa Naaman, agano la kale mm -hmm. eh, Naaman anaponywa agano la kale, halafu nasikia katika agano jipya Yesu naye anaponywa wakoma. kwa hiyo mm -hmm. naona yalivyopangiliwa mm -hmm. kwa hiyo inamsaidia muumini kuweza kuunganisha kati ya agano la kale na agano jipya. Ukisoma mwenyewe tu we, kama wenzetu unaingia tu, hujui kwamba leo unaanzia wapi, unatokea wapi, huwezi kuielewa Biblia. Kwa hiyo <coughs> kwa kitaalamu hata mwanafunzi shika asoma <coughs> ndio maana kimegana katika topiki, kuna topiki hii, kuna topiki hii hii. Hata ndani ya topiki kuna, unaangalia vitu ambavyo mtu atasoma ataelewa. Kwa hiyo katika mzunguko huu na mabadiliko haya imewawezesha Wakatoliki kuweza eh, kuichambua Biblia vizuri katika huu mzunguko wa miaka mitatu. Lakini licha ya hayo, kanisa linasisitiza kwamba kila familia iwe na Biblia, wawe wanasoma katika utaratibu wao wakijumuia eh, wa, wa, wa, wa, wa, wa, wa na wakifamilia. Kwa hiyo hivi mpangilio haumfungi mtu yeyote kusoma hii Biblia, lakini unamsaidia eh, kumwelekeza aende akasome zaidi. Ndio maana vilevile tunaeta ile kalenda yetu ya liturujia, kwamba leo tumechukua kipengele hiki na hiki lakini, kama ni Luka tano, unaweza kuisoma yote. mm -hmm. Vilevile imeguswa ushiriki wa walei, okay. Walei kule wa kawaida, kwamba zamani, tukumbuke kwamba walikuwa wakisali, pade anaangalia ukutani, atasema kwa jina la Baba na mwanal mtakatifu mwana nami e, e, kwa jina la Baba na Mwana alao mtakatifu. Baadaye anawaangukia lakini anaangalia la, ukutani. mm -hmm. Lakini sasa ushiriki wa walei, kwamba walei wanaalikwa kushiriki katika eh, wanashiriki katika vitikizano katika majibizano na katika nyimbo. Kwa hiyo hayo ni mambo muhimu sana ambayo eh, lazima eh, kuyazingatia ambayo ni matokeo kwa kweli ya hiyo ya, ya, Sacrosanctum Concilium. Lakini vilevile vile, eh, ilisitiza ma, matumizi ya sanaa takatifu, vyombo vya sanaa vilevile, kurejeshwa eh, yale madhehebu ya ubatizo wa watu wazima mm -hmm. hasa katika nchi za Kiafrika watu wazima wengi wanabatizwa kwa lazima hayo yote hayo yapitiwe, labda fadha na hayo mabadi, marekebisho. Labda ungegusia marekebisho hayo muhimu ya sasa. Marekebisho haya muhimu ni pamoja na hii ambayo tumesema hii, mm. Hiyo sakro, eh, katika tunasema madhehebu mm. ya wakatekumeni. okay. Haya ni muhimu sana eh, kwamba wakatekumeni wa, wapate muda wa kutosha wa kufundishwa ili wanapoingia katika Ukristu wawe wameiva kweli kweli labda kitu muhimu sana ambacho labda tujiulize, mm -hmm. kwa nini inaitwa Sacrosanctum Concilium, Sacrosanctum Concilium. Eh, kwa nini inaitwa hivyo? Kama kawaida, hati hizi za, za kanisa zinapewa majina ya Kilatini. Tumesema inaitwa constitution ya liturgia, lakini vilevile ndio Sacrosanctum Concilium. Sasa hii Sacrosanctum Concilium ni maneno ya kwanza katika ile hati maana yake mtaguso mtakatifu au baraza takatifu, kwa sababu mtaguso ni baraza. Si baraza? ilikuwa baraza la maaskofu. Kwa hiyo mtaguso mtakatifu. Na ukienda okay, kusoma ile hati inaanza hivi Sacrosanctum Concilium kumsibi proponat vitam christianam na kuendelea. Kwa hiyo kumbe ni wale na mstari wa kwanza eh, herufi mbili za kwanza Sacrosanctum Concilium, mtaguso mtakatifu unahusu nini na nini na kuendelea. Ndio maana unaitwa Sacrosanctum Concilium. E muumini, unaweza kuitamka hiyo Sacrosanctum Concilium au konstitusio ya liturgia. Mtazamaji mpendwa, kila chenye mwanzo kina mwisho. Leo tumejifunza hati za liturgia. Umesikia hiyo konstitusio ya liturujia au Sacrosanctum Concilium. Baba ameongelea mambo mengi sana ya kutufaa. Haya mambo tunapaswa tujifunze, ndugu zangu, ili tusiweze, ili tuweze kuifahamu imani yetu, na ametu, ametukumbusha vyema kabisa kwamba e, ibada inahitaji kufanana, kuwa wamoja. E, waimbaji nyimbo wanazoziandaa wa e, waandae nyimbo zinazoeleweka ili e, tunapoingia kanisani tunakuwa kama eh, timu moja, tukimsifu Mungu wetu. Basi mimi ni kushukuru sana kwa kuwa pamoja nasi. Uh, shukrani kwa kaka Simon pamoja na dada Sara uh, shukrani kwako kwa kwa baba Kiyo. Eh, Mungu akubariki sana Amen. Uh, mimi ni Sita Salvina Makonde. Uh, mpaka wakati mwingine. Karibu baba, utufungie kipindi chetu kwa sala. Asante sana Asa. tunakimbilia ulinzi wako mzazi mtakatifu mtaka wa Mungu usitunine utiumba katika shida zetu utokoe siku zote ia kengiako hatarini. Ee Bikira mtukufu mwenye baraka, Amina. Abariki Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu Amina. Tumtukuze Bwana. Tumshukuru Mungu.